Hey guys. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Jamani tunaenda kudesign kiatu chetu kama hivyo kinafanana hivyo hapo. Hapo kina cha kubandua. Kwa hiyo inatakiwa tuchane hicho, tukisha chana kinakuwa kama hivyo. Ukisha chana kiatu kinabaki hivyo. Inatakiwa hapo tutoe hiyo tuweke kamba. Tuweke kama ngoja niwaonyeshe jinsi ya kuweka kamba. Unachana kama hii hapa ni fupi, kama sehemu kama hii hapa. Hii sehemu ya kuweka kamba ni fupi sana, kwa hiyo tachana matundu matatu. Matundu matatu, ngoja nikuoneshe matundu yetu tunayachania wapi na sehemu gani na inakwaje. Sehemu zenyewe ndo kama hizi hapa unazoziona, eh, hivyo inabidi uchane sehemu tatu ambazo ndo zina zinakuwa kama hivyo, kwa, kwa sababu hapo ni pafupi, hapo pa kuwekea kamba, ndio maana nimechana matatu. Haya, ukishia chana inabidi utoboe, utachana hata na wembe. Inabidi utoboe uangalie sindano yoyote, ili ipite, yaani usichane sana. Inabidi utobolee hicho hapo, au sindano yoyote, ili ipite itokezee kwa upande wa pili, ili hata utakapoweka kamba usitumie nguvu sana au kuharibu kiatu ndo kama hivyo, nimesha nimesha chana kiatu chetu, niko na toboa toboa, hakikisha na toboa hiyo sindano yako inapita vizuri, afu dendo unaweka kamba. Kiatu chetu hapo nimeshamaliza, hapo nimeshakamilisha. Kwa kitakachofuata nikuweka kamba, naweka kamba inakuwa kama hivyo. Nadhani umeona kiatu chetu mwanzoni kilikuwa vipi, na sasa hivi. Comment, like, usisahau ku